Sasa nataka niwaonyeshe zile vitu zimekuwa zikisumbua bomba yenu. Wacha nikuonyeshe zile vitu zimekuwa zinasumbua maisha ya watu. majina yangu naitwa Nabii Ngei. Leo nataka nikuonyeshe zile vitu zimekuwa zinasumbua bomba ya watu. Mmekuwa mkiuliza hii bomba yenu iko na shida kiasi gani, ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Wacha nikuonyeshe, nataka nikuonyeshe ni nini imekuwa inatendeka kwa hii boma yenyu nataka nikuonyeshe imekuwa inatendeka kwa hii boma yenyu nataka nikuonyeshe, my father, my redeemer Jehova Jere, ya sante Jehova. ya sante Jehova. mwama maji, wacha sasa nikuonyeshe zile vitu kwa maji zimekuwa zinasumbua hii boma. Wacha nikuonyeshe zile vitu zimekuwa zinasumbua hii boma tosha na kiti kwa hapa imekuwa inasumbua hii boma ah,

Mimi naitwa na, Nabii Ngei. Hii ni nini? Jione tu. Hawa songe kidogo, hawa songe kidogo. Ukaribiwa kidogo. Jione tu hawa mama wako pale, wasongeni tu kidogo tu, ukaribiwa sana, wamama wasonge huko nyuma kidogo. Jione tu. Hii ni nini? Mimi naitwa Nabii Ngei. Hii ni nini? Nipigie simu nitaomba na wewe. Nipigie simu nitaomba na wewe, nitakwambia nini imekuwa inakusumbua nini imekuwa inakula maisha yako. Naitwa Nabii Ngei, namba yangu ya simu ni 0110 86 9243. Namba yangu ya simu ni 0110 86 9243. Nitakwambia nini imekuwa inasumbua maisha yako. Nitakwambia nini imekuwa inakukula.